Kama kuna kitu kimeweza kutrend sana ni hizi picha ambazo zimekuwa zikisambaa mitandaoni sana. Yaani imefikia wakati ma youth wameamua kubadilika ama wameamua kubadilisha the trend, na sio ma youth tu, tumeona mpaka watu wazima wameweza kubadilisha trend. Okay, mavazi imebadilika, jinsi watu wanajiconduct wana imeweza kubadilika nao, tuna promote uchi kuliko kupromote watu kuvaa vizuri. Yani, mwanadada akivaa vibaya pale uh, kwenye mitandao ya kijamii uh, anasifiwa zaidi na kuweza kupata likes nyingi sana, lakini akiweza kuvaa vizuri anakosa kupata likes. Hiyo ndio dunia ambayo tunaishi sasa hivi. Upende kuzitazama ama usipende kuzitazama, utapata tu umetazama, kwa sababu wengi wanaweza kufanya malipo pale YouTube, kufanya malipo pale uh, Facebook wala TikTok na video ziweze kusambaa. Okay? Ukipenda kuziwatch ama kutopenda, lazima utakutana nazo na tu kwa peji yako ukiwa na scroll, ukienda, kwa sababu hiyo malipo inafanya hizo content zao ziweze kusukumwa zaidi. Na tunataka kujua ni kwa nini content kama hizi zimekuwa zikitrend kabisa, okay? na as we talk right now, kuna silaha ambayo shetani ameweza kufumbua. Hii silaha ni gani na inakuja haje Nao venye tunajua uh, social media imekuja mbio sana na kila siku kilala, ukiamka utapata mambo yameweza kubadilika, mambo yamekuwa tofauti kabisa yani, mtu kwa dakika mbili tu anaweza ka trend dunia mzima okay? Especially, kama amepiga picha ama video yake imevuja akiwa uchi okay? anaweza kutrend all of a sudden. Research inasema kwamba watu wengi ambao wanatazama video na ufuatilia wanawake ambao wamevaa uchi ni Wakristo ambao wako pale makanisani okay? na tunajiuliza swali, what happened to us, okay? As we talk right now, ukijaribu kuteneza content nzuri content ya kuelimisha, ama content eh, um, e, ya kawaida ya kuleta mabadiliko kwenye jamii na kadhalika, au utaweza kutrend, lazima utumie nguvu zaidi, lakini mwanadada tu akiamuka tu pale na aweze kudance akiwa uchi ataweza kutrend na aweze kupata followers wengi sana, kwa siku mbili tu amefika kitu kama tuseme el, elfu moja, okay? na, na likes na comment ime rise na kupanda zaidi, so tunaenda tuki promote um, sexual immorality more than godly thing. na hii imeenda ikitrendi kila siku na mambo imeweza kubadilika sana okay? Watu wengi tunadhani kwamba kuweza kuwatch video na picha za wanawake wakiwa uchi ama wanaume wakiwa uchi sio dhambi. Okay? Wengi wanasema imeandikwa wapi, lakini Biblia inasema kwamba ukimtazama mwanamke na na ile amu ya kufanya mapenzi na yeye umefanya dhambi. Apart from that hizi uh, picha nyingi inatuingiza kwa dhambi, inatutenganisha na Mwenyezi Mungu kwa sababu imeandikwa kwa Biblia ya Mathew 6:23 kwamba chochote ambacho unaipa macho yako inakuwa mwili nzima. Sasa hivi the more unapatia macho yako uh, uh, video na picha uh, za utupu uchi uh, unajaza mwili yako inaanza kuwa kuwa na matamanio ya ngono sana. Okay? utaanza kutamani sex sana, na utaanza kufanya, kufuatilia video, na, na, ambazo zita kulead kufanya masturbation, na mambo mengine ambazo zita zitaharibu afya yako ya kwanza, zitakutenganisha na Mwenyezi Mungu na zitaweza kupatia nafasi shetani kwenye maisha yako. So, wengi tumeweza ku, kupotea, wengi tumeweza kulose direction pale church kwa sababu ya hizi video na hizi picha. Unapata mtu alikuwa anaimba vizuri pale church, mtu alikuwa anafanya vizuri sana, uh, kwa praise and worship ama hata

lakini all of a sudden ameweza kubadilika na ukichunguza kubadilika yake imetokea wapi, ama scandals zake zimeanza kutokea wapi? Ilianzia tu kwa simu. Kwa sababu simu ni silaha ambayo imeshatengenezwa na shetani ili kuweza kutenganisha mtu na Mwenyezi Mungu na akatupata nayo ili tusiweze kupata nafasi ya kuweza kuomba na kuweza kukutana na Mwenyezi Mungu. So social media imekuwa so hivyo, uh, imekuwa ni tool ambayo shetani ametumia kuweza kututenganisha. Sijasema social media ni mbaya. Social media ni mbaya ukiitumia vibaya, na social media ni mzuri ukiitumia vizuri okay. Ni kama kusema kuenda haja ni mbaya. Kwenda haja sio mbaya pahali ambapo unaenda aja itaonyesha ni mbaya ama ni vizuri okay? So wakati unatumia social media, unaitumia social media kwa njia gani? Je, unatumia social media kwa kumpendeza Mwenyezi Mungu ama unatumia social media kwa njia ya kumpendeza shetani, okay? Shetani amekuja kuiba, kubomoa na ku, kuua. So tukimpa nyafasi, ataingia, ataiba, atatenganisha na ataweza kuua atawacha ameharibu kila kitu kwenye maisha yetu. Na kwa kila kitu ambacho tunafanya tujichunge sana na social media, okay? Na venye uh, Ayubu alikula kiapo kwa kitabu cha Job 31 kuanzia moja, akasema nimekula kiapo na macho yangu kwamba sitawahi angalia mwanamke na tamaa ya, ya, ya mapenzi, okay? so wakati tunatazama uh, tunapita social media hiyo tu imetutosha kumtamani kum, mwanamke na ile hamu ya mapenzi. So Mwenyezi Mungu atupe hekima ya kuweza kukutana na watu tofauti tofauti social media, na tuwaone kama dada zetu, tusiwaone kama wapenzi wetu okay? na kama wewe ni mwanadada fulani ambayo unataka kutrend na umeanza Kufikiria kuanza kutoa mavazi yako na kuweza kutrend kutrendisha utupu wako, unajidhalilisha ama unajiharibia sifa ama una, unapunguza heshima ambayo watu walikuwa na kuheshimu nayo okay, kwa sababu Mwenyezi Mungu vitu vitu zote za muhimu, alichukua vitu zote za muhimu, akaweza chini chini sana okay? aka, kwa, mchanga. Okay? So, uwezi, uwezi kwa any mineral, uwezi tu kwa kui keep uh, kui cover na kuiweka iwe sawa, because ukiexpose kwa kila mtu inamaanisha kwamba hauna value wewe hauna value mbele ya watu hauna value mbele ya familia umedhalilisha mama yako mzazi umedhalilisha watu wote wa, wa, wa kizazi chenye so kwa kila kitu ambacho tunafanya tukumbuke kwamba chenye unapatia macho yako kulingana na Mathayo 6:22 ukipatia macho yako chochote inaku, mwili yako yote inakuwa hiyo so the more unapatia Bibilia macho yako the more mwili yako inakuwa ni Biblia, inakuwa ni mambo ya Mungu the more unapatia macho yako video pale TikTok za Mungu za mahubiri, the more mwili yako inajawa na roho Mtakatifu. Lakini the more unapatia una, una, una mwili yako vitu ambazo hazina manufaa, mwili yako inajaa vitu ambazo hazina manufaa manufaa. Sijasema kuwatch comedy ni mbaya, sijasema kusikiza music ni mbaya. Wasanii ni wazuri, tena wasanii wetu wanaimba nyimbo nzuri, lakini jinsi ajenda ambayo wako nayo kwa hizo nyimbo zao unaona ni kupromote uh, uh, nini vitu nyingi za sheshani, for example mavazi ya wasichana Uh, na wa ndugu ambazo zinakaa promoted pale ni mavazi ambayo unapata wanadada wetu wanavaa hapa nje, na wanaweza kujidhalilisha, wanatembea uchi. Okay, so tusiwe hivyo tusich kitu tuju watu anah ukiona tu msanii mislead wachena na yeye afanye vitu zake. Ukiona wasanii wengi wana, wana market tu o, o, o, riches magari eh, ukupatia pressure ili useme mimi pia nataka siku moja nikae kam msanii nikae tajiri. atupiganii kukua matajiri okay, tunapigania ufalme wa Mwenyezi Mungu, na kwa wakati wa Mwenyezi Mwenyezi Mungu, Mungu ni Mungu wa baraka. Amesema akileta baraka zake zitashuka, lakini huwezi huwezi semat mwaka lazima it is not a force okay? you cannot force God okay. So, kama unanisikiza inabidi tujiconduct kwa njia ya kumpendeza Mungu okay, tuvae kwa njia ya kumpendeza Mungu na, ukiona wasanii wengi wanatulead kwa sexual immorality mostly na tamaa ya mali as I've said. Okay? So, tujaribu kadri ya uwezo wetu tusijipate wa hawa wasanii ama tusijipate tuna behave kama hawa wasanii. Wengi wana market pombe, unapata wanapiga mapicha na pombe no. So from today let us learn that Social media is a weapon ambayo shetani ameweza kufumbua na kuitengeneza na kuiandaa kwa ajili ya wewe kukuweza kukutenganisha na Mwenyezi Mungu. So, jaribu kadri ya uwezo yako upigana na social media ili uoche video za kuleta manufaa, ili uoche video za, ku, za kubadilisha maisha yako na ya kukutengeneza uwe mtu wa maana kwa siku zijazo. Till the next time ya Africa kutoka Hema Moja tizi.